Rais wa Uganda Yoweri kaguta Museveni na mke wake janet Museveni wameomba msamaha na kukubali kuwa kulitokea makosa yaliyofanyika chini ya uongozi wao. Tamko la kuomba msamaha lilifanyika katika mkutano uliofanyika uwanja wa uhuru wa Kololo viungani mwa jiji la Kampala nchini Uganda. Ni tukio ambalo ni nadra sana kwa viongozi wa Afrika kukiri makosa yao hadharani. Museveni na mkewe wamezungumza hayo wakiwa katika mkutano wa Injili ambapo walisimama pamoja na kukiri kuwepo kwa mapungufu katika uongozi, kutokea kwa ufisadi, kuwatenga baadhi ya raia hasa kutoka eneo la Buganda. Kama viongozi wakuu wa National Resistance Movement, NRM, tunawajibika kwa makosa yote tuliyofanya sisi wenyewe, mawakala wetu na hata wawakilishi wetu. Kwa hiyo tunasimama hapa kutubu na kuomba radhi, hasa wananchi wa Buganda na nchi nzima. Tunaomba msamaha, wamesema wawili hao. Katika hotuba yake, Rais Museveni amelipongeza kanisa kwa kile alichoeleza kuwa ni mabadiliko makubwa kutoka kuwa sehemu ya tatizo hadi sasa kuwa msingi wa amani, uwajibikaji na maendeleo ya kiroho nchini Uganda. Mungu arejeshe neema ambayo tulikuwa nayo mwanzoni na kutuunganisha tena kwa umoja wetu wa kitaifa na kujitolea kwa mabadiliko ya kijamii na uchumi wa nchi yetu pamoja, viongozi hao wawili walisema katika taarifa yao ya pamoja. Mkutano huo uliwavuta maelfu ya waumini kutoka nchi nzima kwa sala, ibada na wito mpya wa mabadiliko ya kitaifa kupitia amani. Haya, ikiwa ni wiki chache tu baada ya baadhi ya vijana na wanaharakati nchini humo kuamua kuzindua kampeni maalum ya maombi iliyopewa jina la bye, bye Museveni. Kampeni hiyo moja kwa moja ilimlenga rais Yoeri Kaguta Museveni. Kupitia kampeni hiyo, vijana hao wanaamini kuwa ni Mungu pekee ndiye mwenye uwezo wa kumwondoa kiongozi huyo ambaye amekwepa madarakani tangu mwaka 1986. Kampeni hiyo ilipangwa kuanza rasmi Juni mosi mwaka 2025 ambapo itaendeshwa kwenye wilaya mbalimbali za nchini Uganda. Kampeni hiyo inakuja huku Uganda ikitarajiwa kufanya uchaguzi mkuu mwezi Januari tarehe 12 mwaka 2026. Yoweri Kaguta Museveni amekuwa madarakani nchini Uganda tangu mwaka 1986 na uongozi wake ulipatikana kwa mtutu wa bunduki kwani alikuwa mpiganaji wa msituni na baadaye kufanya mapinduzi ndiyo akapata nafasi ya kukaa kiti cha ikulu. Uongozi wa Museveni, Uganda imepita mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Serikali yake ilitekeleza sera za soko huria ikishirikiana na taasisi za kimataifa kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Ulimwenguni IMF, ambazo zilisaidia kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Mapato ya ndani ya Uganda yaliongezeka kutoka bilioni tano mwaka kenda mia themanini na sita hadi dola bilioni hamsini na saba nukta nne nane katika mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini. Aidha, mtandao wa barabara za lami uliongezeka kutoka kilomita 1000 mwaka 1986 hadi kilomita 5880 mwaka 2022, na, na, na lengo ni kufikia kilomita 21000 ifikapo mwaka 2040. Museveni pia toka kuingia madarakani alianzisha mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa na kuanzisha katiba mpya mwaka 1995. Hata hivyo amekosolewa kwa kuondoa kikomo cha mihula ya urais mwaka elfu mbili na tano, na kikomo cha umri wa kugombea urais mwaka elfu mbili na kumi na saba, hatua ambazo zimemwezesha kuendelea kwa madarakani kwa zaidi ya miongo mitatu. Serikali yake pia imekosolewa kwa kukandamiza upinzani na uhuru wa vyombo vya habari. Uganda pia chini ya Museveni imefanikiwa kudhibiti makundi ya waasi kama Lords Resistance Army LRA kaskazini mwa Uganda na kuimarisha jeshi la nchi hiyo. Uganda pia imekuwa mshirika mkuu wa operesheni za kulinda amani katika maeneo ya maziwa makuu na Somalia kupitia AMISOM, ikionyesha dhamira ya Museveni katika kuimarisha usalama wa kikanda. Katika mikakati ya kupunguza umaskini, serikali ya Museveni imeanzisha mipango kama Universal Primary Education yaani UPE na universal secondary education yani USE, ambayo imeongeza upatikanaji wa elimu kwa watoto wengi nchini humo. Katika sekta ya afya kumekuwa na maendeleo katika kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi na vifo vya akinamama wajawazito. Hata hivyo, licha ya mafanikio katika sekta mbalimbali, utawala wa Museveni umekumbwa na shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Serikali yake imekosolewa kwa kutumia mahakama za kijeshi kuwahukumu raia, jambo lina onekana kama njia ya kukandamiza upinzani. Pia viongozi wa upinzani kama Bobi Wine na Kizza Besigye wamekamatwa mara kwa mara na maandamano ya kupinga ufisadi yamekandamizwa kwa nguvu. Kwa ujumla, Museveni na uongozi wake umeleta maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali, lakini pia umekumbwa na changamoto zinazohusiana na demokrasia na haki za binadamu. Sasa je, ikiwa kampeni ambayo ilitangazwa na vijana ya baibai Museveni haijaanza kutekelezwa rasmi na watu washaanza ku vipi, kampeni hii itakapoanza rasmi itakuwaje? Hii ni Msasa Media, katika mitandao yote ya kijamii tunatumia Msasa Online. Tufollow kama haujafanya hivyo. Msasa, kisasa zaidi.